Habari yako? Ah, mzuri. Uko salama eh? Uko salama. Haya, unaitwaje? Mimi naitwa Bwana Francis. So Bwana Francis. Yes. Nina swali moja kwako. Unafanyanga nini hapa? Eh, mimi nafanya ile kazi ya huku juu. Huku juu. Eh, ile kazi huku juu. Huku juu ama huku chini? Hiyo kazi ya groundsman. Eh, hiyo. Oh, groundsman. Yes. Sema groundsman.

Unaweza semanaeza jaribu unaweza sema haya, nataka uniambie, usioshe cho chauosha cho chafu, usioshe cho safi, osha cho chafu, soheo. Ee, hii imeenda, hii imeenda, hii imeenda kabisa. Tumala school on YouTube, tupatane next time.